Na mtazamaji wa Global TV online, ikiwa leo ni Mei 30 mwaka 2018, karibu katika Global Habari. Nitakusomea habari za kitaifa, kimataifa, pamoja na habari za michezo na burudani, na utakuwa nami Felista Masai. Tanzania na Marekani zafanya maadhimisho ya ushirikiano wao katika mapambano ya VVU. Askari wa UN nchini DRC wafanya kumbukumbu ya miaka sabini ya kuanzishwa kwa umoja huo. TFF yataja viingilio vya mchezo wa fainali ya kombe la FA. Serikali ya Marekani na Tanzania zimeadhimisha miaka 15 ya ushirikiano katika kupambana na virusi vya Ukimwi VVU chini ya mpango wa rais wa Marekani wa kupambana na kuzuia virusi hivyo ijulikanayo kama PEPFAR. Tupate taarifa zaidi inayosomwa studio. Waziri mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa amezindua rasmi kampeni ya maadhimisho ya miaka kumi na tano ya ubia kati ya Marekani na Tanzania katika kupambana dhidi ya ukimwi chini ya mpango wa rais wa Marekani wa kupambana na ukimwi PEPFAR. nitumie fursa hii kuzipongeza sana taasisi zote na jitihada mnazoonyesha katika kutekeleza majukumu yenu kwa kushirikiana na wadau wote pambano dhidi ya VVU na ukimwi hapa nchini. Sisi tunaamini kwamba manufaa yapo na manufaa haya yanayoletwa na Pefa nchini ni muhimu sana kwetu. Nanyi mtakubaliana nami kuwa ujio wa Pefa nchini kwetu kuanzia mwaka elfu mbili na tatu umeleta mafanikio makubwa sana katika vita dhidi ya ukimwi, na hasa kupitia shughuli za Pefa elimu ya kinga na ufahamu kuhusu ukimwi ilitolewa kwa watu wa rika na makundi mbalimbali ya jamii zetu. Elimu hiyo imechangia kwa kiasi kikubwa kupungua kwa kiwango cha unyanyapaa na ubaguzi kwa watu wanaoishi na VVU hapa nchini. Kwa upande mwingine, huduma za kinga kama vile tohara za hiari ya kiratibu kitabibu zimeendelea kutolewa kwa wanaume sehemu mbalimbali kote nchini. Aidha, watu wanaoishi na VVU au WAVIU zaidi ya milioni moja waliwekwa kwenye mpango wa matibabu ya dawa za kufubaza VVU kupitia PEPFAR. Kutokana na kupatiwa dawa hizo, afya za WAVIU zimeendelea kuimarika, ikiwa ni pamoja na kuishi maisha marefu kuliko ilivyokuwa mwanzo, kabla ya huduma hii kuanza miaka 15 iliyopita akisoma hotuba ya Kaimu Balozi wa Marekani Inm K. amesema kuwa PEPFAR imevuka lengo muhimu katika utoaji huduma hapa nchini ambapo hivi sasa matibabu yanaokoa maisha ni kwa zaidi ya Watanzania milioni moja wanaoishi na VVU. Kwa upande wake, Waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia, wazee na watoto Ummy Mwalimu amesisitiza kuwa jukumu la kupima afya si tu la kina mama bali ni watu wote katika jamii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikiwa mama na mlezi, nafurahi kusema kwamba afua ambazo tunazitekeleza chini ya mpango huu lakini chini pia ya ufadhili wa serikali ya Marekani na wadau tumeweza kupunguza maambukizi mapya kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto kutoka asilimia kumi na mbili mwaka elfu mbili kumi na moja hadi asilimia 4.9. Kwa hiyo sasa hivi watoto ambao wanazaliwa na maambukizi ya VVU kutoka kwa mama ni asilimia 4.9 kutoka asilimia kumi na mbili, lakini naamini kwa pamoja, Mheshimiwa Waziri Mkuu na kutokana na kazi kubwa na nzuri ambayo umekuwa ukisimamia utekelezaji wa serikali, naamini kabisa inawezekana tukawa na mtoto wa Kitanzania, tunaweza tukawa na mtoto sifuri ambaye hazaliwi na ambukizi ya VVU na inawezekana kabisa. Esther Msofe, Global TV. Waziri wa viwanda biashara na uwekezaji, Mheshimiwa Charles Mwijage, amezindua rasmi wiki ya utafiti katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, ambayo imeanza rasmi hii leo Tuungane na Bora Mafta kwa taarifa zaidi. Akizungumza katika uzinduzi huo, Mheshimiwa Charles Mwinjage amewapongeza viongozi wa chuo hicho akiwemo makamu mkuu wa chuo hicho kwa kuweza kuandaa sherehe hiyo ya utafiti na kitawasaidia wengine kuelewa zaidi. Vile vile makamu mkuu wa chuo hicho Profesa Cuthbert Kimambo amesema tafiti kuu ya mwaka huu inaendana na sera ya serikali ya awamu ya tano ya viwanda. Major disciplines of the University of Dar es Salaam. It is apparent from the exhibitions that most of our researchers have an added value to the common activities of the of national interest. Tazamaji wa Global Habari, na sasa tukielekea jijini Dodoma, ni baadhi ya wabunge wamemshauri Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kuchukua hatua mbalimbali ili kutatua migogoro ya ardhi nchini. Tupate taarifa zaidi inayosomwa na Given Mashishanga. Wakichangia bajeti ya wizara hiyo, baadhi ya wabunge hao wamesema wizara hiyo lazima iweke mikakati madhubuti ya kukubaliana na migogoro ya ardhi inayojitokeza maeneo mbalimbali nchini. Mmoja wa wabunge waliochangia wizara hiyo ni mbunge wa kuteuliwa na rais Anne Kilango CCM, ambaye amesema mashamba ya mkonge yaliyoko katika kata ya Makanya na Ndungu wilayani Same mkoani Kilimanjaro hayana faida kwa wananchi. kuna tatizo kubwa sana la ardhi pale kwenye kata ya Makanya, Mheshimiwa Mwenyekiti. <coughs> kuna haya mashamba ya mikonge ambayo watu wengi tunayalalamikia kwamba yameenda kutokuwa na tija kwa wananchi kwenye kata zetu Mheshimiwa Mwenyekiti. Kata ya Makanya ni kata yenye matatizo ya mafuriko ya mara kwa mara. Lile eneo zuri kwenye kata hii ya Makanya ndio eneo ambalo lina mkonge la mwekezaji ambaye sina, simjui ni nani, lakini ni mwekezaji. Lushoto ni eneo ambalo lina wakazi wengi sana na wanahitaji kupimiwa ardhi na wanahitaji hati, lakini upatikanaji wa hati katika halmashauri ya Lushoto tuseme wilaya kwa ujumla ni ngumu sana kupata hati. Ni mwombe waziri sasa kwamba pamoja kwamba ana mpango mzuri wa kupeleka vifaa vya kisasa kupima maeneo ya Lushoto, basi ni mwombe harakishe ili wananchi wa Lushoto waweze kupata hati zile, maana kupata hati Lushoto ni sawasawa na kuokota dhahabu chini ya mchanga. Lakini migogoro ile mingi pia imesababishwa na watendaji wa ardhi pale Tabora. Lakini lingine ambalo naomba lifanyiwe uchunguzi, wapolaji wengine wa ardhi ni miongoni mwetu, kwamba ni viongozi, tena wengine ni viongozi wa chama, ambao nadhani Mheshimiwa Lukuvi unakumbuka ulipokuja Tabora, hata Mheshimiwa Mabula mlikumbana na kitu cha namna hiyo. Ni kwa nini basi sifike mahali serikali ikaanza kufanya uhakiki kama una, kama kunavyofanyika uhakiki mwingine uhakiki wa wamiliki halali wa viwanja vile, inawezekana na sioni ugumu, kwa sababu kuwatambua watu ambao wamefoji viwanja vile ni kufanya uhakiki. Mimi ningependekeza hicho kwamba ufanyike uhakiki wa maeneo yenye migogoro, ni nani hasa wamiliki wa vile viwanja. Given Mashishanga, Global TV na taarifa hiyo kutoka jijini Dodoma imekamilisha katika habari za kitaifa tazamaji pia unaweza kutupata katika mitandao yetu ya kijamii Facebook na Instagram tunatumia Global Publishers, Twitter tunatumia Global Habari na YouTube chaneli yetu tunatumia Global TV Online na kwenye tovuti yetu tunatumia www.globalpublishers.co.tz. Tupate mapumziko mafupi, hivi punde tutarejea katika habari za kimataifa. <muchos> Asalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatu, ndugu zangu wa Islam na wale ambao sio Waislam, katika mwezi huu wa mtukufu wa Ramadhani tunahusiwa kufanya mema, kuwafanyia wema watu wetu, kuwafanyia wema ndugu zetu, kuwafanyia wema majirani zako. Hivyo basi, tumia opportunity hii kuchuma, jaribu kufanya jambo jema lolote litakuja kukupa faida mbele ya haki huko. Mimi naendelea na, nakupa ujumbe huu kupitia Global TV

Na katika habari za kimataifa ni vikosi vya Umoja wa Mataifa vinavyolinda amani katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini vimeadhimisha miaka sabini ya kuanzishwa kwa Umoja huo vikiwa katika jukumu la kulinda raia wa nchini DRC. Taarifa zaidi, tungane na Germaine Asan. Katika maadhimisho ya miaka sabini ya majeshi wa Umoja wa Mataifa iliyosherekewa Jumatatu Mei ishirini na tisa mwaka wa elfu mbili na kumi na nane wanawake wa mji wa Beni washitumu diplomasia mbaya ya Jumuiya ya Kimataifa katika upatanishi ya nchi jirani zinazozorotesha hali ya kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanawake hao wamedai kuwa watakutana na Rais Paul Kagame wa Jamhuri ya Rwanda na Yoweri Museveni Kaguta wa Jamhuri ya Uganda, kwa sababu hao waonekana kuwa nyuma ya mauaji ya mamia ya maelfu ya wakaaji wanaofariki kila mara kuuliwa na kikundi cha waasi wa ADF kinaopatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mjini Beni. Mauaji hayo ambayo imemaliza zaidi ya miaka mbili wa mia ya maelfu ya wakaaji zaidi ya watu elfu moja mia tatu kufariki dunia kuuliwa na mapanga na shoka imesababisha wanawake wa hao kuandamana hadi ofisini mwa kambi ya Umoja wa Mataifa inayopatikana katika kata la Boikeni ni mji wa Beni. Pamoja na haya wanawake hao wamesema kwamba ikiwa jeshi la Monisco halitaingilia kati ili kugundua na kuwasaka hao wanamgambo wa ADF wao wiko tayari kukamata ndege hadi katika mji wa Kampala na mji wa Kigali, wakati huko ndipo kuonekana marais hao wawili. Wakati pia miongoni mwa hao wana baadhi yao wanakuwa na asili ya jamhuri ya Uganda na jamhuri ya Rwanda na wanawateketeza wakaaji wanaopatikana katika mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Brigadia Generale wa Munisco wa FIB hapa mjini Beni amesema kwamba majeshi yake imechukua mzigo ya kuwatafuta hao wanamgambo wakishirikiana na wanajeshi wa FRDC ili kumaliza migogoro yote inayoshuhudiwa mashariki mwa Kongo hasa na wale wanamgambo wa la waasi wa ADF wanaokuwa kila mara wakishuhudiwa mashariki mwa jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nikiripoti kutoka Kongo Kinshasa, mimi ni Germain Hassan wa Global TV Tanzania. Na mtazamaji, tukiendelea na habari kutoka kwa washirika wetu VOA, ni juhudi za kuwakamata na kuwafikisha mahakamani watu zaidi ya hamsini wanaotuhumiwa kuiba zaidi ya shilingi bilioni tisa wanatarajiwa kufikishwa mahakamani hivi karibuni. Mwendesha mashtaka wa nchini humo Nordin Haji amesema tayari wamekusha kusanya ushahidi wa kutosha ili kuwafikisha mahakamani. Mwandishi wa shirika wetu VOA, Uba Abdi anasimulia zaidi. Baada ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nordin Haji kupokea stakabadhi muhimu zenye ushahidi, majina ya watu na makampuni yaliyotajwa katika sakata ya ufisadi ya NYS kutoka kwa idara ya upelelezi sasa anasema idara yake imechukua mkondo mpya wa kukabili wa ufisadi nchini Kenya. Ufisadi ni kitu ambayo imeumiza me, sana nchi hii, uchumi umeumiza um, sekta mbalimbali mbali, mbali. Um, na nadhani ni kitu ambayo itabidi itachukua muda kwanza kuweza kutekeleza na sio mambo ya leo na kesho. Kwa upande wake, mwenyekiti wa hazina ya vijana nchini Kenya Ronald Sumba anasema hazina vijana ya vijana ambayo iko chini ya wizara ya umma imepoteza shilingi milioni kumi baada ya utafiti wao kuonyesha kuwa mkopo ulitolewa kwa makundi kadhaa kwa zaidi ya mara mbili, na kusema kuwa baada ya uchunguzi wote waliohusika watachukuliwa hatua za kisheria, ili hali waliotajwa japo hawakuhusika moja kwa moja wataachishwa kazi kwa kuwa watepetevu kazini. Kwetu sisi ile kitu ni ya maana sana ni kuhakikisha kwamba tumefunga hiyo kesi, na wale ambao watapatwa na hatia wapelekwe kotini na wafungwe. Wale ambao watapatwa kwamba walikuwa wamelegea kwa kazi yao tuwapeleke through disciplinary, na wakipatwa kumbe kwamba hawakukuwa competent tuwaachishe kazi. Kamati ya bunge kuhusu hasibu wa pesa za umma iliwahoji baadhi ya wa washukiwa kuhusu kashfa ya kupotea kwa shilingi bilioni tisa katika shirika la NYS. Hata hivyo, mwenyekiti wa kamati hiyo pia wandai anasema suluhu ya kudumu kwa suala la ufisadi nchini Kenya lazima isuluhishwe kwa njia ya kisiasa. Lazima tuwe na hakikisho kutoka juu kabisa, na juu kabisa ni presidency. Ni ikulu ya rais. Jamhuri ya Kenya lazima atoe mfano aonyeshe mfano ya kwamba mimi kama rais wa Kenya sitaruhusu mtu yeyote ya ambaye ya anafanya katika serikali yangu ajiingize katika mambo ya ufisadi. Rais Uhuru Kenyatta akipania kuacha historia nzuri baada ya hatamu yake ya mwisho Kenyatta ameshikilia kuwa serikali yake haitawavumilia wafisadi na kuonya kuwa yeyote aliyetwikwa jukumu la kuwatumikia wakenya na kisha kujihusisha na ufisadi atakabiliwa vilivyo. Uba Abdi, sauti ya Amerika, Nairobi, Kenya. taarifa kutoka kwa Uba Abdi imetufikisha tamati katika habari za kimataifa, na tupate tena mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na habari za michezo na burudani. Mimi ni Abdi Banda mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania na klabu ya Baroka FC ya South Africa, naangalia Global TV Online. Mtazamaji na katika habari za michezo la hii, ni shirikisho la soka Tanzania TFF limetangaza viingilio vya mchezo wa fainali za Azam Sports Federation Cup ambao utafanyika Juni mbili mwaka huu na utawakutanisha Mtibwa Sugar dhidi ya Singida United katika uwanja wa Sheikh Amri Abed jijini Arusha. Esther Msofe anatuarifu zaidi. Kwa mujibu wa afisa habari wa TFF Clifford Ndimbo amesema kuwa mashabiki wa soka mkoani Arusha na maeneo mbalimbali wanaweza kuwasili katika eneo hilo huku kiingilio cha chini ikiwa ni shilingi elfu moja na kiingilio cha juu ni shilingi elfu kumi ni shilingi elfu moja ambayo shilingi elfu moja hiyo itakuwa ni kwa upande wa jukwaa la mzunguko ambalo ndilo linabeba mashabiki wengi zaidi, lakini kingilio kingine ni kwa jukwaa A na B ambapo kingilio chake kitakuwa ni shilingi elfu mbili na kingilio kingine kitakuwa ni upande wa VIP ambapo chenyewe kitakuwa na shilingi elfu kumi. Aidha ndipo wamesema kuwa kuna zawadi ambazo zitatolewa kwa bingwa ambaye atapata shilingi milioni 50 mbali na kombe, huku TFF ikiboresha zawadi kwa mshindi wa pili na zawadi ya mchezaji bora na kipa bora. Na tukumbuke kwamba katika fainali hiyo bingwa mbali na kikombe, lakini pia atapata zawadi ya shilingi milioni 50 uh, wakati mshindi wa pili zawadi imeboreshwa kwa maana kwamba katika miaka mingine ama katika misimu mingine waa e, hawapati chochote, lakini kwa wakati huu e, TFF imeona kwamba iweze kuboresha zawadi hizo, na mshindi wa pili maanake sasa atajikusanyia kitita cha shilingi milioni kumi. E, lakini pia vilevile kutakuwa na zawadi mbalimbali kama ya kipa bora, kutakuwa na zawadi ya ufungaji bora, kutakuwa na zawadi Uh, ya mchezaji bora wa mechi ya fainali na kutakuwa na mchezaji bora kwa maana ya mchezaji bora kwa ujumla, uh, katika mashindano hayo. Hata hivyo fainali za Azam Sport Federation Cup zitapigwa Juni mbili mwaka huu katika uwanja wa Sheikh Amri Abed mkoani Arusha huku mashabiki mbalimbali wakiombwa kuhudhuria kwa wingi. Esther Msofe, Global TV, Dar es Salaam. Na baada ya habari za michezo, na sasa moja kwa moja tuingie katika upande wa uchambuzi, na leo yuko Aaron Felix pamoja na Elvan Sambuli katika studio namba mbili. Kwako, Aaron. Asante sana Felista Masai kutoka studio namba moja ni kukaribisha mtazamaji katika uchambuzi. Mimi ni Aaron Felix na kikubwa ambacho tunachokiangalia ni kuhusiana na eh, na kuteuliwa kwa katibu mkuu mpya wa Chama cha Mapinduzi, CCM Bwana Bashiru Ali kuwa katibu wa tisa wa Chama hiki cha Mapinduzi, CCM. Niko na Mr. Evans Stambuli na kikubwa zaidi tutakuwa tunaangalia sasa hivi katika uchambuzi huu. Evans Stambuli, Bashiru Ali ameteuliwa kuwa katibu mkuu mpya wa Chama cha Mapinduzi, CCM. Unamzungumziaje? Kwa kifupi kidogo uh, uh, Dr. Bashiru Ali mm. ni ni ni, ni msomi ambaye anashughulika amesomea sana mambo ya siasa mm. na ni mtu mwenye msimamo mm. Kwa hiyo uteuzi wake kwa kusema kweli ni, ni, na uhakika kwamba eh, halmashauri kuu ambayo imefanya uchaguzi huo mm. eh, haijakosea eh, kwa sababu ni mtu ambaye eh, anauelewa mpana mm. na tutarajie mambo makubwa kutoka kwake. Uh, katika chama hiki kuna baadhi ya makatibu pia. Kwa nini mheshimiwa asiweze kuteua katibu muu ndani katika chama na akaenda kumteua katibu mwingine nje, tena ni mwadhini wa chuo? E, unajua kwenye, kwenye kwenye kwenye mambo ya chama mm. inawezekana rais au mwenyekiti wa CCM rais Dr. John Magufuli alimpima eh, Dr. Bashiru Ali baada ya kumteua kuwa E, kuwa mwenyekiti wa tume aliyoiunda mm -hmm. kuchunguza mali za CCM nchi nzima, na juzijuzi juzi tu mm -hmm. amekabidhi ripoti ambayo ime- imeonyesha kuna baadhi ya sehemu kuna ubadhirifu mm -hmm. wa mali za umma, na rais au mwenyekiti wa CCM akasema kwamba anamteua bwana Bashiru Ali ili ashughulikie yale mambo ambayo ameyaona yeye mm -hmm. mwenyewe physically huko kwenye mikoa mbalimbali mbali ambapo amepita eh, kuchunguza eh, kuchunguza eh, mali za CCM. Kwa hiyo naona kwamba rais aliona kwamba amteue yeye kwa sababu anajua kile alichokiona kule, kwa hiyo itakuwa rahisi sana kwake kushughulikia eh, hilo tatizo, na ndio maana hata makamu mwenyekiti wa CCM wa Tanzania Visiwani Dr. Ali Mohamed Shein mm. eh, mara tu baada ya huyu bwana kuteuliwa kuwa katibu mkuu wa CCM mm. amesema kwamba eh, ule wembe aliotumia kupata matukio hayo ya uchunguzi huku bara basi, na baada ya kuingia madarakani ageuke na aangalie pia matawi ya CCM kule Zanzibar. Na matarajio makubwa tunatarajia ataweza kukaa kwa muda mrefu sana. Na auoni kwamba amepata chama katika wakati ambao chama tayari kina kina kina kashfa ndani, kwamba kuna baadhi ya viongozi kwamba walikuwa wanatumia mali za za, za, za chama kama mali za za kuuza kwa, amefujisha mali za chama. Huoni kwamba amechukua chama katika wakati mgumu kwenye mikono yake? Sio wakati mgumu, ndio maana ameteuliwa yeye, kwa sababu anajua mm -hmm, nini ambacho kimetokea kule kwenye chama mm -hmm. Na ndio maana e, rais mwenyekiti wa CCM akaona kwamba amkabidhi majukumu hayo ashughulikie wale ambao e, wamefanya ubadhirifu ndani ya chama mm -hmm. E, na naamini kabisa kwamba atafanya kazi nzuri kwa sababu Eh, kwanza bado ni kijana, ana uwezo mkubwa eh, na ndio maana na ndio maana hata ile kazi ambayo alipewa na mheshimiwa rais mm -hmm. au mheshimiwa mwenyekiti wa CCM hakuchukua miezi mingi, miezi mitano tu, akawa kesha maliza nchi nzima kwa Tanzania ukubara kutembelea eh, eh, ofisi mbali mbalimbali za CCM na kutoa ripoti ambayo tayari ameshamkabidhi mwenyekiti wake eh, eh, rais, rais rais Magufuli, na ripoti hiyo sasa imegeuka amepewa tena yeye mwenyewe mm -hmm ili ashughulikie wale ambao ameona wana matatizo sawa sawa. Kwa kipindi hiki sasa atakachokaa katika chama hiki kuwa kama katibu mkuu ataweza kuendana na kasi ya mwenyekiti na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli ndio ma, maana nikasema kwamba kwanza kiumri yeah. E, e, Dr. Bashura Ali mm ni kijana zaidi ya, ya, ya, ya mwenyekiti wake Rais Magufuli Tasa. Na ndio maana ninasema kwamba kasi yake an, inaweza kawa ni kali kwa sababu mm. eh, ile kazi aliyopewa baada ya kuundwa ile tume ambayo yeye Bashiru Ali alikuwa mwenyekiti alikuwa mwenye mm. eh, watu walitegemea kwamba inge, inge angalau ingefikisha miezi sita lakini ametumia miezi mitano tu. Kwa hiyo inaonyesha kwamba ana kasi sana ya kiutendaji na nilikuwa nasikiliza leo ma, mahojiano fulani ya, ya, ya, ya, ya, re, ya radio fulani ya, alikuwa wanamtaja, wanamtaja wenzake ambao alikuwa anafanya kazi chokikuu kwamba ni mtu ambaye anafanya kazi sana na mtu mwenye msimamo, na moja ya kazi kubwa ambayo nafikiri kwamba italeta ita, ita, ita, ita, ita changamoto kwake ni katiba mpya. Na kwa sababu mara kwa mara kabla ja-hajapata nafasi hiyo, alikuwa anasema kwamba katiba mpya ni lazima iwepo katika nchi hii, kwa sababu alikuwa anashangaa kwa nini mfumo wa vyama vingi ulianza mwaka elfu moja mia tisa tisini na mbili mpaka leo e, katiba mpya hamna. Kwa hiyo tutegemee bado watu tuna mategemeo kwamba e, Dr. Bashiru Ali ataleta mabadiliko makubwa ndani ya nchi hii. Moja kati ya vitu ambavyo nilivyoweza kuvishuhudia baada ya kuona hili zile zile zile document ambazo zinazoletwa kwa mheshimiwa wa rais za zile ripoti ya chama kidogo, ziliweza kunishtua. Nikawa nashangaa uwezo gani ambao anaweza kuwa nao viongozi kama hawa, waweza kujaribu kudadavua na kufahamu vitu vingi zaidi. Alikuwa ni Mr. Evans Stambuli ambaye tulikuwa tukijadili pamoja na katika uchambuzi leo hii. Mimi ni Aaron Felix, nikurejesha kwake Felix Masai kuendelea na taarifa ya habari. Shukran Aaron pamoja na Elvan kwa uchambuzi ambao mmetuletea katika Global Habari lakini mtazamaji wa Global TV Online ili kuendelea kutupata vilivyo pakuwa application yetu mpya kabisa ya Global Publishers ni kupitia Play Store, pamoja na App Store kwa wale wote ambao mnatumia simu zenye iOS pamoja na Android kwa niaba ya wote walioshiriki kuiandaa Global Habari jina langu ni Felista Masai, ni kutakia usiku mwema Furahia video bila kukwama. Kuwa mama supa kwenye mtandao supa pekee Tanzania, chagua Vodacom. Sasa yajayo